Mwezi mwenzio, kinachoshangaza kwenye dunia ya leo, wakati watu wakubwa watu wenye pesa wakiungana kula taifa hili, wakiungana kufilisi mali za taifa hili, yatima kama mimi, vijana wadogo, mnatumika, wakati dunia ikiungana, maskini wakiungana kupambana dhidi ya mabilionea, dhidi ya watu wanaokula madini yenu dhidi ya watu wanaofilisi makaeni ya mawe, magari yanapita kila siku hapa nyinyi, yatima ambao hamna hela, mmechoka na hamjui hata kesho yenu, mnaungana nao kuwaumiza yatima wenzenu, ndio kinachotutisha. Yani leo hii sisi wenyewe tena ambao hatuna mbele wala nyuma, una marejesho kila kona, una vikomba kila kona, una madeni kila kona, bodaboda wenyewe unayeendesha ni bosi wako, viona na kunyang'anya, unaungana tena. wa CHAUMA, hicho ndio kinachotusikitisha. Nazungumza hivi kwa sababu kuna watu mpaka ninapozungumza hivi wanatumika mpaka sasa hivi, hela zenyewe anazopewa elfu ishirini. Yani, mtu amekuja hapa ametumwa, kasikilize nani semina ya CHAUMA, amepewa elfu ishirini. <laughs> Mimi najua kwa sababu maisha nishaishi nayajua, ya kutumika yani kijinga jinga Enzi hizo wajinga, tuko shule ya msingi. We unatumika uzeeni hadi nakuonea u <laughs> subau, unatumika na safini la tatu, yaani umekuja hapa umepewa chini, haizidi hamsini, kwa sababu mimi nao mawezi kutoa zaidi ya hamsini kukuhonga wewe. Unakuja hapa uta, utarekodi atakwambia, ukifika pale rekodi sijui sisi hatuna jipya zaidi ya kuwapambania Tanzania kwa safari hii mna matatizo mia tisa yaani hadi wewe kwanza wewe familia yako hadi wajuku wako lakini bado tunatumika maisha yanazidi kuwa magumu lakini hatuogopi tunaona ni halali ili mpige mahesabu kwa nini matajiri wanazidi kuwa matajiri na maskini tunazidi kuwa maskini mpige mahesabu na kibaya zaidi jimbo la njombe mjini toka limeumbwa miaka sitini na tatu sasa liko chini ya chama cha mapinduzi vijana na wakina wakinamama hamjaipata msemaji huo ndio ukweli Hamjawahi papa, msemaji anayegusa maisha yenu, hamjawahi, mnakaa na watu fulani, ni miaka 63. Mimi kuna muda huo, anajiuliza yaani, mnadanganywaga na nini? miaka 63, tatu ali yuyo ali miaka 63. Tatu, yaani wanakuja na sera gani? Baadaye katibu, nikagundua miradi ambayo ipo miaka zaidi ya ishirini, sasa wameiacha ili waende kutumia kuomba kura, ili saa hizi wakija wanajipia gani? siku yale yalehivi, vitu lazima tuambizane ukweli. Kila siku wale wale, lugha zile zile, mabango umo njiau, tafikiri hawajai kuwa viongozi, yani anagombea kwa mara ya kwanza. Sasa watu wanakuwa watu wametoka vijijini leo, mbolea laki moja na ishirini ya kupandia hajui okay. Hata hiyo laki moja na ishirini anaitoa wapi? Halafu viazi elfu ishirini lakini tunaimba eaaadio sie mbele kwa mee, huko mbele si wapi? Hatuoni kama kuna shida? Hatuoni mbolea laki na ishirini sasa hivi, unafikiri ni muuzaji wanapanga bei. Umesahau kwamba anayepanga bei ni serikali kulingana na kodi inayotoza mmesahau? Sikilizeni ndugu zangu, kwa mujibu wa sheria ya Tanzania ya kodi, anayepanga wewe suwaru mnue shilingi ngapi, sukari mnue shilingi ngapi, mbolea mnue shilingi ngapi, ni serikali. Hiyo ni sheria, sio Sigrada. Ukiona mbolea imeongezeka bei, ujue serikali imepandisha kodi kwenye mbolea ukiona miti ya mbao imeshuka bei, wanunuzi wanakuja kununua miti ya mbao kwa bei ndogo, ujue kodi imeongezwa kwenye ubao huko sokoni na TRA. Hivi vitu siku mkijua, mtawachukia sana, wanaogaiaka elfu tano tano, mtawachukia mno. Wawa ulipofikia unahitaji elfu tano tano hao elfu mbili mbili, unahitaji ugeuziwe mfumo wako wa maisha, uondoke kwenye haya maisha ya kimaskini kwa sababu hatukipewa tano tano kila siku elfu kumi kumi, huwezi kubadili mfumo wako wa maisha. Ndiyo maana tunahitaji mageuzi ya kiuchumi Njombe, hasa kwa ajili ya vijana na wakina mama. Tunahitaji mageuzi ya kiuchumi tunahitaji tubadilishe mifumo ya maisha ya vijana ili waweze kuondokana na maisha haya wanayoishi. Ukihujumu mapambano haya ya kiyatima, ukihujumu hujani hujumu Sigrada umewahujumu hawa wote, na wananjombe wote, na taifa kwa ujumla. Hiki kitu kinatakiwa kiende bungeni kikawasaidie. Mna pesa zenu ambazo hazina riba, nyinyi mnashinda mnakopa vikoba. Kuna pesa za vijana na wakina mama ambazo hazina riba, lakini sheria imeenda mbele zaidi, imesema ukikopeshwa unakaa miezi mitatu ndio unaanza kulipa. Sheria ziko wazi, ila hao wanaopiga makofi tu zinapopitishwa na wasomi hawawezi kuambia lengo la ile sheria ni nini? Ili ukikopa kama ulikuwa huna mradi, ukaanzishe mpaka uanze kuzalisha ndio uanze kulipa ile hela kidogo kidogo kila mwezi, bila riba. Tunahitaji vijana, kama ni dereva bodaboda, tunahitaji mbunge mwenye akili atakayetengeneza connection na watengeneza boda bodaboda China, vijana wapate bodaboda kwa bei ndogo za kwao, na hilo jambo linawezekana. haya maisha ni ya zamani sana, ya hatari kwanza. Hivyo vitu mimi nikiwa mbunge vinawezekana.